letu viongozi wapya waliochaguliwa kuongoza jamii ya Agikuyu wanaoishi katika kaunti ya Garissa na Tana River wameahidi kuleta jamii hiyo pamoja na kushirikiana na jamii zingine ili kufanikisha mshikamano wa jamii zote katika eneo hilo. Viongozi hao wamesema uchaguzi huo ambao ulikuwa wa uwazi na amani, utumike kama kielelezo eh, kwa wanaowania viti vya kisiasa kwenye uchaguzi mkuu ujao. Aidha wamehimiza wakuu wa usalama kuchukulia hatua wanasiasa wanaotumia vijana kuzua vurugu kwa mikutano ya kisiasa, wakati huu mihemko ya kisiasa inaposhuhudiwa. Na tumefanya uchaguzi ya maana sana, tumefanya uchaguzi yenye itasomesha wengi wakifanya uchaguzi yao wakuwe wakiiga mfano wetu. Nashukuru wale tu wamesimamia hiyo uchaguzi. Na pia nataka hii kiti ya chama ni Garissa nimepewa, nitaanza mara moja, nitatafuta amani na makabila zingine zenye tunaishi nao neighbors, na wale locals na security at large. Mimi ningeomba ya kwamba hiyo moyo tuendelee na hiyo moyo na tufanye kampeni zetu kwa utaratibu, na hata tukifika kwa hiyo ulingo ingine ya kisiasa tufanye kwa hiyo utaratibu na tuende pamoja. Tumeona uchaguzi umeenda salama, bila watu kupigana, bila watu kusema ubaya ama kuongea kwa watu. Na kwa hivyo hata tunasema kwa hii Kenya yetu ile uchaguzi kuu inakuja kwa hii Kenya iwe ya amani na iwe ya haki.